Ya kujibu majani ya maboga eh, ni majani yenye kuleta nguvu na afya mwilini. Lakini majani ya maboga ni tiba nzuri eh, kwa wale wenye changamoto ya sikoseli, kwa sababu kuna watu wana changamoto ya sikoseli na wanakuwa wanapungukiwa na damu sana mara kwa mara kwa mwezi anaweza kupungukiwa na damu mara mbili, na akaenda kuongezewa damu mara zote mbili zilizopungukiwa. Lakini utakapotumia majani ya maboga kama tiba kwa ajili ya kuweza kuongeza damu mwilini, basi itakusaidia sana. Jinsi ya kuweza kutumia, kama wewe una tatizo la siko seli na unaongezewa damu kwa mwezi mara mbili au mara moja, basi chukua majani ya maboga eh, yachamboe vizuri kabisa ya chemshe upate maji lita mbili yani upate maji lita mbili katika kuchemsha kwako, kuanzia asubuhi saa moja mpaka jioni saa moja huwa lita mbili iwe imesha kwisha. Na kila siku hiyo, kila siku unatakiwa upate lita mbili ya majani ya maboga na maana kwamba maji hayo utakayotumia, e, eh, ndio inakusaidia kwa hiyo kuongeza damu, lakini pia itakuwa na kusaidia kusafisha figo, inaondoa inaondoa sumu mwilini, inaondoa maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo. Kama una changamoto za maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo, basi tumia maji ya maboga e, itakusaidia ita sana, na pia kuondoa maumivu ya kichwa. Kama una changamoto ya kichwa ama una shida ya pesha ya mara kwa mara, basi tumia kwa kwaajili ya, pia kwa wale wenye makovu sugu E, unaweza kutumia majani ya maboga kama tiba kwa ajili ya kuweza kuondoa makovu yako. Kama ulisha kuumwa majipu ama mapele ukabaki na mabaka mabaka meusi katika mwili wako, basi chukua majani ya maboga makavu ya chome moto, kisha ule unga wake changanya na mafuta ya nazi, uwe unapaka katika sehemu zako zenye makovu. Inasafisha ngozi na kuweza kuondoa hayo makovu kwa muda mchache sana, na kuweza kufanya ngozi yako kuwa laini na kuwa nzuri. Tumia majani ya maboga kama tiba ya changamoto zinazoweza kukusumbua. Uh, leo nimekupa changamoto ama leo nimekupa tiba inayotokana na majani ya maboga uh, nadhani kwamba ulikuwa haufahamu, na kama ulikuwa unafahamu basi ni vizuri lakini, kama ulikuwa haufahamu basi wafahamishe na wenzio, ili wajue kama majani ya maboga ni tiba na si majani ya kuweza kuyadharau kwa sababu e, ni majani yenye kuleta matokeo yaliyo mazuri sana. Ni mimi Uchi Doctor. Kwa ushauri zaidi, unaweza kanitafuta namba zangu za simu, jumlisha 255 752 1638 38. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.